Hii ni kwa vijana ambao bado tunajitafuta, vijana sisi ambao bado tunajitafuta, iko hivi, kuna mm -hmm. hii, hii kitu ya kusema ati, um, hii kitu ya kusema ati ukioa ndo unafanikiwa, uh, ukioa ndo unaongeza baraka, ukioa ndo mambo um, yataenda ya Mi nadhani ni enzi hizo za kale, sio saa hizi. Siku hizo zilizopita fadhali, sio saa hizi, kwa sababu mi nachoamini saa hizi, inaweza nikapingana naye kidogo hiyo kauli. Kwa kijana ambaye bado anajitafuta saa hizi, kufanikiwa, ukijidanganya, ukijichanganya tu, ukawa kabla hujafanikiwa kikichanganya ukawa kabla ujafanikiwa na una malengo hujayafikia, ndugu yangu, ndo basi tena hayo malengo kuyafanikiwa, kuyafikia ni ni ndoto, haiwezekani. Niseme tu yeah. Saizi ukioa, yaani ni kama umejibana, yaani umefunga kila kitu. Sii. Kuna kitu hakiposawa saa hizi, ni kijichanganya tu ukaoa kabla hujajipata, ndio imeisha. Hivyo sahau kuhusu kujipata, sahau kuhusu kufanikiwa. Huo ndio kweli.